Kile kikombe cha mama pia, katika kile kikombe cha mama akafundisha watu sio lazima watawadhe miguu wakipokea Pasaka, kwa sababu hiyo ni kujishusha sana. Lakini ukisoma kitabu cha Yohana Yohana kumi na tatu soma nami katika kitabu cha Yohana kumi na tatu sikia neno linasema ya kwamba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 wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petero akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, nisipokutawadha miguu, basi hauna ushirika nami. Simoni Petro akamwambia, basi sio miguu peke yake, hata kicho. Yesu akamwambia, a uko sawa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 kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama nilivyowatendea nanyi mtende vivyo hivyo. Yesu akasema miguu mtawadhane. Kwa nini? Kwa sababu mukitawadhana miguu unaonyesha mwenzako ya kwamba uh, he, he is better than you yeye, yeah, ni bora kuliko wewe katika hali ya kuli, Ukristo ni hali ya kunyenyekea ya kwamba ninakuhudumia wewe. Hili kanisa likaja likatoa hiyo kwa hivyo watu watakula mkate bila kutawadha miguu, na watu wamelewa na hiyo, na bado iko tena. Akasema zikia, si wote watakula hii kitu, ni kiongozi tu wa dini akuje anakula hiyo kitu na anakunywa kikombe yote mkiangalia. Lakini hata hivyo ikawa ya kwamba wacha mkule, lakini mkate ule unakula ni mkate ambao umepitiwa kitu tunaita process. iko processed. Yesu ni ngano ambao haijatiwa chachu na ngano haijatolewa chochote, which is not bleached ngano whole inastahili kuwa hiyo ngano, si kale kama mkate unaweka kanayeyuka kwa mdomo, iwe ni ngano kabisa. Na divai iwe ni, ma, ni, ni, ni divai ya matunda, juice ya matunda, sio ile ukikunywa hiyo chupa yote utaanza kuuliza huyu uh, ni nani? ah, ah. Ni ile ambayo ni fresh, maana inasimamia damu ya Yesu na inasimamia mkate, inasimamia mwili wa Yesu. Tawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kabla ya kupokea Pasaka. Yesu anapenda unyenyekevu, iweze kuhakikishwa tena. Kanisa hili hili hili hili ambalo lina lile kile kikombe, ndani ya kikombe, watu wakafundishwa ya kwamba sio lazima uzamishwe majini kwa ubatizo Sio lazima, lakini Biblia inasema ni lazima uzaliwe kwa maji na kwa Roho, ndio unapata. Kanisani watu wananyunyuziwa maji, hiyo sio Biblia, huo sio ubatizo wa kweli. Unasalimiwa mkono, sio ubatizo wa kweli. Kuruka moto, sio ubatizo. Kujazwa na Roho, sio ubatizo. Kupita chini ya bendera, sio ubatizo. Ubatizo ni kuzamishwa majini, kwa sababu hivyo ndivyo neno la Mungu limesema. Na unaweza jielezea ufikiri ya kwamba uko sawa kwa sababu wewe unafuata tu mambo ambayo haiko kwa Biblia na unasema Yesu ataelewa. Ni kweli anaelewanga. Ni kweli Yesu huelewa lakini anaelewa wakati gani? Wakati haukujua Wakati haukufahamu. Kitabu ni cha Matendo ya Mitume 17 fungu la 30 na 31, Matendo ya Mitume 17 fungu la 30 na 31. Anasema ya kwamba katika enzi hizo, wakati haukujua, wakati haukuelewa ukweli, Mungu alifunga jicho. He winked, anasema ni sawa tu, anajifanya haoni sababu hauelewi. Lakini sasa kwa sababu umeelewa, kwa sababu umejua, kwa sababu umefahamu, ana expect urudi kwa neno la Mungu. Soma Biblia, uelewe Biblia, ujue kile unachoamini. Usiamini kwa sababu nimekuambia, uamini kwa sababu neno la Mungu limesema. Uamini kwa sababu limeandikwa. Hata ukikutana na nani hapo nje, muulize ulisoma wapi? Kwa sababu kama halijaandikwa basi halipo. Ni kwa nini mchungaji unasema hivyo? Soma nami katika kitabu cha Mathayo. Mathayo ni kumi na tano fungu la kumi na tatu. Mathayo kumi na tano, hebu tusome fungu la kumi na tatu. Anasema nini? Neno la Mungu linasema katika Mathayo kumi na tano fungu la kumi na tatu. Mathayo a ah, ah. Kuminatano, ah, sorry, ni kwa Mariko. Kuminatano, Mathayo. Kuminatatu, I mean, kuminatano fungu lile la kuminatatu. Akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa binguni litang'olewa. Wacheni, hao ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Yesu anasema, ukimwangalia yule yako mbele zako, yeye ni kipofu usimfuate, na anazungumzia kipofu wa neno la Mungu, kwa sababu wewe tayari hauna taarifa, wewe ni kipofu na unamfuata kipofu mwingine. Sasa vile utafanya, utatumbukia kwa shimo, kwa sababu huyu haku anaona njia katika hali ya kiroho. Wewe nawe kama hauoni njia, tafuta na utaipata katika neno la Mungu. Biblia ndiyo itakuwa ni mwanga wako nawe uangaze, uongoze wengine. Lakini ukigundua yule anayekuongoza iwe ni mzee wa kanisa, iwe ni mchungaji, iwe ni padri, iwe ni askofu, iwe ni baba mtakatifu, iwe ni nani, kama hafuatani na neno la Mungu, tafadhali jiokoe nafsi yako, kimbilia Yesu, kwa sababu hapa ndipo penye uzima wa milele. Yesu ndiye mwenye uzima wa milele, na amepanga kukupatia huo uzima wa milele na atakupatia kama utafuata. Huyu mwanamke wa Ufunuo kumi na saba, vile tulivyoona, tuliona ya kwamba ufalme wake utakuja kuondolewa kwa sababu Mungu alisema wewe, mama, ulijiweka na ukawa unaleta watu ambao waliopotoka. Huyu mama anawakilisha wale wote ambao hawako katika Biblia, imani yao haiko kwa Biblia, hata ufanye nini, hata uwache uifanye... Nikwambie, ukiona punda alafu umuvalize suti, suti tu vizuri, avaye suti na havaye viatu na kofia naanze kutembea, anakaa kama mwanaume. Wacha nikwambie, saa yake ikifika ya kulia, atalia kama punda, kwa sababu waingereza wanasema a decorated donkey remains a donkey. It doesn't matter hata ukivalisha uongo suit, uvalisha uongo kofia, iendelee kutembea kwa maisha yako. Atakapokuja kuiangamiza atakuangamiza na wewe pia, Uangamizwe kwa nini? Mbona uangamizwe? Neno la Mungu halitabadilika, neno la Mungu litasimama imara, neno la Mungu litasimama milele. Hayo tumesikia, ni juu yako, ujiulize, utafuata au hautafuata? Kwa sababu itafika wakati, wakati Yesu atawatenga kondoo na mbuzi, walio upande wake wa kulia na walio upande wake wa kushoto watakao ku upande wako wa kushoto waliokataa ukweli wataenda motoni. Ni kwa nini uchomwe? Why?